Kitabu cha Isaya sura ya hamsini na saba na hamsini na nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ninawaalika ikiwa ni siku nyingine Mungu anatupa nafasi kuungana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ninakukaribisha mahala popote ulipo Unaweza ukaandaa biblia yako karibu, pamoja na daftari yako, ili tusome neno la Mungu kwa pamoja. Na tunaposoma mistari ambayo utakuwa unaona inakugusa sana kuliko mingine au unapata kuielewa zaidi kuliko mingine, basi jua mahali hapo ndipo Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwa wakati huu. Hakikisha unapandika pembeni au unapabigia mstari, unaendelea kupatafakari zaidi na zaidi, na unaendelea kujiombea kila wakati neema ya kuliishi neno. Wapendwa, Tusali, tuanze rasmi kipindi chetu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa huruma yako, e Bwana. Tunakuja kwako Baba tukiwa maujaji katika imani, tukiwa katika safari ya matumaini. Tunaomba Mungu tusaidie, tuweze kulielewa neno lako na tupate kuwa salama, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana Tunaungana sasa na ndugu zetu wa Word Project, tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya ya sauti. Kumbuka ni kitabu cha Isaya sura ya hamsini na saba na ya hamsini na nane. Mlango wa hamsini na saba. Mwenye haki hupotea, wala hakuna atiaye hayo moyoni, na watu wataua huondolewa, wala hakuna afikiria ya kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya yeye huingia katika amani, wao hustarehe katika vitanda vyao, kila mtu aendaye katika unyofu wake. Lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzinzi na kahaba. Mnafanya dhihaka yenu juu ya nani? Mmepanua vinywa vyenu na kutoa ndimi zenu. Je, ninyi si wana wa uasi, uzao wa uongo? ninyi mnaowasha tamaa zenu kati ya mialoni chini ya kila mti wenye majani mabichi, ninyi mnaoua watoto mabondeni, chini ya mianya ya majabali. Sehemu yako ikatika makokoto ya bonde, hayo ndiyo kura yako. Umeyamwagia hayo sadaka ya kinywaji, umeyatolea sadaka ya unga. Je, niwe radhi na mambo hayo? Umeweka kitanda chako juu ya mlima mrefu ulioinuka sana, ukaenda huko ili kutoa dhabihu. Na nyuma ya milango na miimo umeweka kumbukumbu kumbu lako, kwa maana umejifunua nafsi yako kwa ajili ya mwingine si kwa ajili yangu. Ukakwea juu, umekipanua kitanda chako, nawe umefanya maagano na hao, ulikipenda kitanda chao hapo ulipokiona. Ulimwendea mfalme na mafuta ya marhamu, ukaongeza manukato yako, ukawatuma wajumbe wako waende mbali, ukajidhili sana hata kuzimu. Ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako, lakini hukusema, hapana matumaini. Ulipata kuhuishwa nguvu zako, kwa sababu hiyo hukuugua tena. Ni nani uliyemwogopa na kumhofu, hata ukasema uongo, wala hukunikumbuka mimi, wala kuweka hayo moyoni? Je, mimi sikunyamaza tangu zamani, hata huniogopi mimi? Nitatangaza haki yako, na matendo yako hayatakufaa Utakapolia na wakuponye hao uliowakusanya, lakini upepo utawachukua, uvuvio tu utawachukulia mbali. Lakini yeye anayenitumaini ataimiliki nchi na kuurithi mlima wangu mtakatifu. Naye atasema, tutieni tutieni, itengenezeni njia, kiondoeni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Maana yeye aliye juu aliyetukuka akaaye milele ambaye jina lake ni mtakatifu asema hivi nakaa mimi mahali palipoinuka palipo palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote, wala sitakuwa na hasira siku zote, maana roho ingezimia mbele zangu, na hizo nafsi nilizozifanya. Kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake naliona hasira nikampiga, nalificha uso wangu nikaona ghadhabu, naye akaendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya moyo mwe wake mwenyewe. Nimeziona njia zake, nami nitamponya nitamwongoza pia, nitamrudishia faraja zake yeye na hao wanaomlilia mimi. Nayaumba matunda ya midomo: amani, amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana nami nitamponya. Bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Mlango wa hamsini na nane. Piga kelele, usiache paza, sauti yako kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku hupenda kujua njia zangu kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao, hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua siyo ya namna hii Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? umwona po mtu aliyeuchi, umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe? Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita na Bwana ataitika; utalia naye atasema, mimi hapa. kama ukiiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu; na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako, na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri. Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemchemi ambayo maji yake hayapungui. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu; ukiiita Sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe; ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo.